Bata huyu hmm, ana hmm, umri gani huyu mwenye kijani kwa juu? mwenye kijani huyo ana mwaka ana mwaka eh, unajua bata wa kisasa growth rate yake ni kubwa oh, eh anakuwa faster eh compare na wengine mm, lakini pia anyway. Lakini unajua hawa, hawa uzuri wake mm, yani kwamba kwa nini tunashauri tuna watu wafuge wa sana hawa wa kisasa yeah? Hawa, hawa tunaita Mallard. Oh. Hawa advantage kubwa sana kwa mtu kwa sisi sisi vijana, kama mtu unatamani kufanya kitu mm. kukuza kundi ni rahisi, no. E, kukuza kundi kwa sababu hujue kwamba jike wake anataga mayai yani, akianza ya kutaga anataga hadi ishirini na tano kwa hiyo sasa, hata ukuaji wake ni mkubwa. Ukimwona hapo, unaweza ukasema ana miaka mingi lakini yeah. ni mdogo. Na hawa pia ni wachafu kama bata wa kienyeji, wanasemaga bata ni wachafu ah, kweli kweli? Hapana, hapana, kenda katika zizi la bata unakutana eh, na ile kitu kama carpet? Hapana, hapana, hapana, ujue huyu huyu huyu kinyesi chake ni kama cha, cha kuku, umeona hmm. ana ana kinyesi cha, cha kuharisha ana, ana, ana puu kama kuku tu yani, Okay. E, e, ni wasafi. Wasafi sio wachafu. Yeah. Mwana Shamba Hub wanafamilia wa Shamba Hub leo tumefunga safari kutokea Mbeya mjini mpaka maeneo haya ya Veta Mbeya hii hii kwa ajili ya kumtembelea ndugu yetu hapa Bwana Godfrey Sanga. Godfrey Sanga kama unavyomuona ni kijana na umri wake ni mdogo kabisa, lakini kijana ambaye amejikita katika ufugaji wa mifugo ya aina mbalimbali hapa ana mifugo ya bata bata aina mbalimbali, atakuja kutuambia yeye mwenyewe ni aina, aina ngapi za bata atatutajia, lakini pia tutakuja kujifunza mengi kuhusiana na ufugaji wa bata katika maeneo haya. Na Godfrey, karibu sana. Asante asante asante. Au mimi ndo nikaribie katika banda hey, la bata? Wewe ndo ukaribie eh, katika ufugaji wetu. Yeah. Eh. Okay. Kwa, kwa nini kwa nini bata Uh, kwanza, kwanza bata ana advantage nyingi, hmm. Ni mfugo ambao una magonjwa mengi, ah. Umeelewa? Uh, kuku, kuku wa kienyeji ana, uh, ni mvumilivu, lakini bata ni mvumilivu zaidi, uh -huh. Mona sasa, hawa naweza nikawa sina dawa, naweza nikawa sina yani siwezi kuwahudumia wanavyohitaji, lakini okay, wanaweza wakasurvive yeah. eh, tofauti na ufugaji wa kuku wa kisasa labda na nini na vitu kama hivyo lakini yeah. Pia ikizungumzia hawa bata, ndo kama vile nilivyosema kwamba hata uzalishaji wake ni mkubwa. Umeona, just imagine unakuwa na bata mmoja anakuletea mayai ishirini na tano. Umeona, kwa sababu huyo bata huyo Mallard, I mean, kuna Mallard kuna Rouen pia hapo hao utagaji wao ni mkubwa yani, akianza kutaga anataga almost mwezi mzima maana yake anataga, inaweza ikafika kipindi kama anakula vizuri, unampa kila kitu vizuri, maana yake anaweza akafikisha mayai thelathini oh. eh, lakini sasa hiyo inakuja advantage kubwa kwa kwa mtu ambaye anapenda labda kukuza banda maybe, labda kwa ajili ya msosi na nini ko bata unaweza ukamruhusu watoto labda mai kumi na mai mengine yote watoto wakala. na kwa nini uliamua kufuga mifugo hii aina ya bata? Of course unafuga mifugo aina nyingi e, e, kuku, ngombe, mbuzi, lakini tuzungumzie hawa bata e. Tukianza na aina hii, umesema kuna aina ngapi za bata hapa hapa? na bata wa kienyeji pia, kuna meradi ambapo mm. hey. wengine umeshawatoa au wengine tumeshawauza, maanake mm. ili kundi tumeliacha kwa ajili ya kuzalisha tena kwa mm. sababu hey. kipindi tunachokifanya inapofika masika kunakuwa kuna majani mengi na nini na nini ndo kipindi ambacho tunauza ili au wengine wananiliwa baki sasa, kwa so unajua inapomasika inatusaidia vitu vingi. Unapokuwa na majani mengi maanake hata consumption ya ya chakula inakuwa ni ndogo. Unaona? Kwa hata ukiwa na mifugo mingi unaweza ukaihudumia kwa sababu majani sio hapa yeah, yeah. Eh, kwa mfano kama wengi wengi wengi wengi wanapenda sana majani mm. kuliko pumba. Yeah, naona hapa okay. Katika eneo lako kuna majani mengi sana mengi, mengi ya kawaida, umeacha umeacha makusudi, yani hii ni, ni, ni, ni, ili tusaidie kwa ajili ya chakula hmm. Yani unaacha hivi mtu anaweza akasema oi bona ujalima pakawa paka safi lakini yeah. Hii ni advantage kwetu yeah. Ujue kila kitu hapo, mfugo anakula kila kitu, mfugo anakula, kwa hiyo inatusaidia kwa kipindi chetu tunachokuja huko mbeleni, unapokuwa na, na ukame kidogo naeza ukatoa hata vimajani kadhaa hapo ukawarusharushia rushia wakala. Ufugaji huu umeanza mwaka gani hapa? Um, tumeanza rasmi ni elfu mbili na ishirini na mbili ndio ufugaji umeanza naona mm. Kutoka elfu mbili na ishirini na mbili maanake mpaka leo na miaka kama mitatu sasa, bado mnaendelea eh. Eh. Hamjatetereka? Ah, no <laughs> <laughs> Kilichokusukuma wewe kama kijana e, kuingia katika ufugaji, ni mara chache sana kuona vijana hasa katika ishi yako e, wakijihusisha na masuala ya ufugaji. Wewe ni kitu gani ambacho kilikusukuma, aidha ni wazazi walikulazimisha, au wazazi walianzisha na ukaamua uendeleze e, au umeona kuna fursa ukasema ngoja niitumie hii fursa? Ha, ufugaji ujue ufugaji ni hobby mimi naweza nikakushauri vitu vingi sana katika ufugaji, vitu vingi vingi vingi, lakini still bado usipendezwe ni hobi. Ujue mfugo, kuna watu kweli wanafuga kwa ajili ya kibiashara lakini mimi naona kama ni familia, yaani kwamba mfugo naupenda kama kama navyompenda mtu mwingine. Umefanya kitu ambacho nakipenda, eh. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni ni, hobi. Ni kitu ambacho nakipenda, nimezaliwa nikikiona watu wazazi wanakifanya, na mimi nikapenda, kwa hiyo ni kitu ambacho naendeleza mona, lakini pia ni hiyo yote inatokana na mapenzi. Yeah. Yeah. Na, na, na faida zake hasa mpaka sasa? Mm. Yeah. Ina faida kubwa, na faida kubwa sasa, ukiona hawa hawa kama nilivyokuambia wanazaa sana, wanatotoa sana sasa. Hemniambie hawa kuna kipindi tunawauza pea mwanzoni kipindi watu hawajawajua sana, tukwa tunauza laki moja na sitini elfu kwa pea akiwa mature, jike na dume. Jike na dume. Yeah. Lakini saizi kidogo wamepungua, kwa hiyo tunaweza, kuna kipindi wanakuwa hawapo, unaweza kuwauza hivyo hivyo, lakini kuna kipindi wanakuwa wengi, wafugaji wanakuwa nao wengi wengi wengi sana, kwa bei zake zinapungua kidogo, kwa hiyo unaweza kutoka uza elfu themanini kwa pea na nini, lakini still bado ni advantage. Yeah. Kama mmoja anaweza akakutotolea na ni hawa sio kwamba natumia mashine kunanl kutotolesha, wanatotoa wenyewe uh, wana yeah, sometime, sometimes sometime nikiona mayai ni mengi hapa, kuku pia wanatotolesha mayai bata, wanatotolesha vizuri sana kwa yeah. sababu duration wanapishana siku tisa tu uh. yeah, au wanaenda mpaka siku 30 anaenda uh, siku ishirini na moja. Kwa hiyo kwa, kwa maana mnayatoa mayai ya kuku e, mnamwachia ya bata e, kwa hiyo hatainuka pale hata kama siku zake zimefika, kuku hana tabia, kwa sababu ujue hao wanyama Mungu amewabarikia wa kitu fulani kwamba kama yai lile lina kitu ndani hawezi kuliacha e, analifeel. Analifeel. Yaani hata yeye mwenyewe kama ulikuta uli kuku alikuwa, alianza kuatamia kuku mwingine akaja labda after one wiki akaja akaweka mayai umeona, alafu bahati mbaya yale ya kwake yalikuwa hayajarutubishwa, ila yale yaliyokuja mwishoni yalirutubishwa. Atasubiri mpaka yale ya mwisho yafanyaje, atatotoa wale watoto wa mwingine yule ambaye. Kwa hiyo yani, ukiangalia sasa duration kwamba atazidi zile siku 21 ataenda hadi 30 wengine wanakaaga. So unajua kuku unaweza uka uka tuseme kwa mfano mabandani, kuna zile changamoto, kuku wakimis labda ma, madini fulani wanakula mayai wana, sasa niliwa. Kuna wale ambao uwaga wanawatamia kuta mayai yake yote <laughs> yameliwa, lakini bado anatimiza anatu, wajibu wake mpaka siku zitimie, ndo hata wengine mpaka tunawachukua tunawatupa nje kwamba aende <laughs> kwa kwanza ananil unatupa ili Yani ile ile wazo la kuendelea kwa tamia liishi aje aanze upya hmm, eh. Na asilimia kubwa mmekuwa mkienda kuuza katika masoko ya kawaida au mmekuwa mkipeleka katika maonyesho mbalimbali? Unajua, uh, kipindi cha nyuma hapo mifugo ilipokuwa mingi sana tulikuwa tunapeleka Nane Nane, lakini kwa sasa hivi kwa sasa hivi ni simu yani ujue unajua kwa sababu ukiangalia hata sisi tuna social media pia. Kwa hiyo ukienda ukicheck uki kwenye social media zetu au wote uwaga na wapost ah. Eh, na waposti na waposti, kwa hiyo pia mtu unaweza kukuta amekuta Instagram kule anakupigia simu yeah. Kwa mfano kama mtu mwingine anaweza akacheck video kama hii aka inspired na nini akataka hivyo yani, unajua sasa hivi mwendo tunaenda kwa ya eh tunaingia sana kwenye social media kwa sababu ya huko ndo watu wapo sana sana. Na social media yenu inajulikana kama ni nani? Au ukiangalia ukiingia insta ukiandika most most, most most most most most farmers farmers farmers, M M O S T kama F A R M E R kwa hiyo mtu akiingia kule anakuta kila yeah. kitu diozo yeah. atakuta pale sampo ya mifugo ya bata bukini, atakuta bata mzinga, atakuta yeah. mbuzi, atakuta ng'ombe, atakuta kitimoto. yeah. kuna yeah. kuna kuna mtu hatumii Instagram, yeah. eh, kuna mtu anahitaji tu mawasiliano ya kawaida eh, yeah. yeah, yeah. apo, apo, unwezo, ya na ya ya a kawaidanahapo unaweza ukanicheki kwa namba zangu ni 0684 822 kwa hiyo mtu ambaye anahitaji bata aina zote. Maana wewe una bata aina zote? ya no, sio wote <laughs> bata wako wengi sana, lakini akihitaji hapa, nina, si, nina bata aina tano. Kuna hmm, tano. Eh, aina tano. Kuna, kuna aina zingine tofauti na hizi ziko nyingi katika hawa hawa wadogo. Kuna Indian runners wenyewe wanakuwa wako tofauti na hawa. Kuna Pekini wale wanaokuwa weupe huu. Yani kama yule pale yule mtu akimwangalia yule huyo huyo mweupe eh, anaweza akahisi ni Pekin, lakini huyo alitotolewa na hawa. Sasa unaweza ukakuta labda katika mama zao labda e, kuna mchanganyiko fulani ulitokeaga, lakini huyo alitotolewa na hawa watu tuamua kumwacha awepo tu kwa sababu hakuna, tulikuwa hatuna mweupe, kwa hiyo tukamwacha awepo. Hawa bata wanaingiliana kwa maana ya kujamiana yani. Ukiangalia hawa Mallard sijui Pekin, Mallard Pekini au Rouen, sijui kuna mwingine wale weusi kabisa wanaitwa jina lake uh, limenitoka kidogo. Kwa sababu hawa watu hawa bata wana ina nyingi sana ndani ndani humo mm. Umona ila wenyewe wote wana, yani wanaingiliana, kwa hiyo ukiwaweka banda moja, kwa hiyo expect kwamba kuna hybrid nyingi sana zitakuwa. Huyu uy, mwenye rangi yake pekee yake ni aina gani huyu hapa? Eh, ana kama khaki. Huyu huyo ni, ni Mallard. Eh, sasa ukimwangalia huyo na huyu mwenye, mwenye kijivu unaweza ukasema ni jamii moja, lakini hawa ni wawili tofauti. huyu uh. ni kijivu huyu, huyu ni dume wa Rouen. mm. wenyewe wanakwaga na full, yule anakuwa na ring kwenye kwenye shingo, wanakuwa gana, wamechanganya, wanakuwa na rangi nyeupe shingoni au ni mallard. Yeah. wengi wengi wanakuwa ni hivyo, ile kawaida kwa bata aina zote, ya kwamba dume anakuwa mkubwa kuliko jike au kuna bata wengine wako tofauti? Hapana, hapana hapana, yani hiyo nahisi ni nature tu iko hivi. Bata wengi wengi wengi, dume anakuwa na na nanilii na, na mwili mkubwa. Alafu hawa hawa kuwatofautisha dume na jike, kwa mfano mtu ambaye hajui ni ngumu, utasikia hiyo sauti. Jike anakuwa na sauti nene, dume anakuwa na sauti nyembamba aha. Sasa yule mwenye sauti nyembamba ndo anakuwa dume, yule mwenye sauti nene bezi anakuwa jike. Hii mbaya, hii mbaya. Naona. Kwa mtu ambaye wewe, sahivi miaka mitatu umekuwa ukifuga wa bata, kuna mtu hivi sasa anahitaji kuanza ufugaji wa bata cha kwanza ushasema kwamba ni wazuri katika kustahimili magonjwa yeah, yani wavumilivu sana ya yeah. Yeah, kwamba kuna muda hata ukikosa yale madawa nini chanjo zile mm -hmm. Wanaweza waka survive wakaishi tofauti na kuku hawa hawa kwanza chanjo y yani unajua bata, bata kwenye madawa dawa hawapo sana yani yeah. Wewe jari, jari sana sana msosi wawekee yeah. Maji wawe wanakaa sehemu nzuri yeah. Ukijali hivyo vitu, bata na mfuga vizuri sana bila hata kwenda dukani kwa kutafuta dawa eh. Akae sehemu ambayo ni nzuri hmm. Mwendelee tu banda lenye nafasi nzuri, hewa nzuri basi hmm. Maji ya kutosha, awepo na maji mengi, awepo na apate chakula. Akipata chakula sijui majani na nini, yani utasikia kwa hata kumwambia anahitaji kufuga bata afuge, mm. Bata ni rahisi zaidi e, kuliko, mm. hawa, kuliko, kuliko hawa kuku yeah. e, na vifaranga vyao pia inakuaje nao pia matunzo yao anakuwaje? uh, sisi um, kuna banda kuna banda tumeweka special kwamba wakisha wakisha tutolewa, tunawachukua wao pamoja na mama yao yeah. tunawapeleka huko tutumii joto la la taa wala nini. Yeah. Mama yao anakuwa natural, yani wa watakuwa wanakuwa natural yeah. tu yeah. Kwamba mama atawapa ata provide joto ata kipindi cha baridi, lakini sisi tunachoangalia tu pale ni kwamba badala ya kumwachia nje awe akulie nje, kuna kuaga na changamoto nyingi kwamba anaweza akakanyagwa. yeah. au akadonolewa na kuku labda maybe na nini na vitu kama hivyo, kwao tunawawekea kwenye banda ambalo wanakuwa safe ila ukuaji wao sisi tutakachokifanya hapo ni kuwawekea tu, labda tutaongezea tu kwenye chakula, tutawaongezea kwamba kile chakula nomo ambacho tunawapa, tutawachanganyia na stata kwa ajili ya kumotivate wakuwe haraka. Wakishakuwa tu hapo, wakisha watatuma nyoya, au unawachukua wao au na mama yao unawarudisha tu, wanajichanganya wanaendelea kukua. Mm. Ee. Changamoto ambazo unapitia wewe kama mfugaji katika hawa bata ni zipi? Kwa sasa kwa sasa changamoto kubwa ni chakula msosi. Hey, yani hiyo hiyo ni kitu ambayo ambayo ni changamoto kwa kila mfugaji. Chakula saizi imepanda bei, ujue kwamba unapoongea na mimi kuna watu kadhaa huko pia wata motivate watakuwa motivated. Hmm. Wataanza ufugaji pia Yeah. Hey, sasa hiyo ina, inafanya kwamba wepo na watu wengi ambao tuna demand chakula fu chakula kichache no. Uh-huh. Eh, kwa hiyo vyakula vinapanda bei na nini na vitu kama hivyo. Eh. Yeah. Kwa hiyo hapo tusha, hey, yani hiyo ndio changamoto kubwa, kwa sababu ukizungumzia magonjwa hiyo ni natural, lazima yawepo, yeah. Yani, hiyo ni natural, kuna vitu fulani, mistake za kawaida, umeshindwa kufuatilia mfugo wako vizuri. Hizo ni changamoto ambazo hakuna kitu utafanya bila kukutana nacho, mm. yeah. ila changamoto ambayo ni haikwepeki kwa sisi ambao sisi, sisi, sasa ambao tayari tuko kwenye hii ni, ni msosi mm. chakula, chakula ni changamoto pia, hiyo ni changamoto kubwa na mwana Shamba Hub huyu ni Godfrey yeah. Sanga yeye yeah. Ni mfugaji wa mifugo ya aina mbalimbali yeah. Hii leo tumezungumzia tu kuhusiana na hawa bata mm. Aina tofauti tofauti tumezungumzia, aina kama tatu hivi e, kwa, kwa leo, lakini pia tutakuletea makala mbalimbali kuhusiana na mifugo ambayo anaifuga e, Bwana Godfrey Sanga. Tukia hapa Veta Mbeya Tanzania. mm -hmm. Uh, una lolote lile la kumwambia mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa kabla tujamaliza hapo? Mm. mimi nachoweza kumwambia kwa mfano kama mtu atatamani kufuga asikate tamaa. Mm. Yeah, asikate tamaa. Mfugo unalipa mona, endapo tu utaufuga kwa misingi sahihi mona. E, ila mfugo unalipa asione kwamba bata ni wachafu, bata wakisosa si wachafu. Yeah. ni maji tu, panahitaji maji. Ukiwa potu ukiwa na sosi ya ufuota iko ambayo iko fresh yeah. maji watakuwa wasafi. Hata bata wa kienyeji sio mchafu. Yeah. ni vile tu wamekosa maji. Fuga, e, fuga. Wape eneo la kurelax la kutembea, sio lazima afike nyumbani, kwa sababu watu wengi tunaona chafu kwa sababu wanaingia hadi nyumbani na nini hey, lakini akiwa katika la la la la mazingira hey, ya yeah, yake ni mfugo tu ambaye naye pia, sababu saa hizi huyo watu wananunua sehemu nyingine hadi elfu ishirini na tano na kati zamani ilikuwa hata elfu tano, mtu unamlazimisha hey, <laughs> awe motivated, yani kuwa motivated ukipenda kufuga fuga. Mm, changamoto zipo lakini mi naamini kama mtu unania awezi shindwa. Hebu eh, tutajie namba zako tena kwa mtu ambaye anahitaji bata au mfugo wa aina yoyote ile, 0684786822 naam. Mtazamaji wa Shamba Hub tunaendelea kukuletea makala zetu za kilimo na ufugaji. Leo tulikuwa hapa Veta, tulikuwa na ndugu yetu uh, Godfrey Sanga. Yeye ni mfugaji wa kisasa lakini pia ni mfugaji mwenye umri mdogo. Anatimiza eh, yale maagizo ya serikali yetu kupitia wizara mbalimbali ya ufugaji, kilimo, kuhimiza kwamba vijana tujihusishe au tuingie katika kilimo na ufugaji, kwani inalipa zaidi. Yaani, miongoni mwa watu ambao wanatilia mkazo lakini pia wanatekeleza kwa vitendo eh, maagizo haya ya serikali kuhusiana na kuingia katika masuala ya ufugaji, tulikuwa hapa kukuletea makala hii. Endelea kuwa nasi tufuatilie katika Uh, YouTube channel ambayo ni Shamba Hub TZ, lakini pia Instagram, X pamoja na Twitter, uh, Twitter kwa maana ya X pamoja na Facebook, unatupata kama Shamba Hub TZ, like follow kwa ajili ya kupata makala zetu mbalimbali. Bwana shukrani sana ndugu yangu, asante sana, asante sana karibuni sana.